Mwenye rehema Mungu mwenye mamlaka ni wee Mungu, unafungua neema, unafungua baraka, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba wa binguni amenipa laini mbili, laini ya kwanza kuna wale wanafanya kazi isiyo yao, kwamba ulisoma kosi fulani, lakini ufanye hiyo kosi Unafanya ingine, uche mbele, Bwana anakuita akufungue. Mwingine alisoma na achapata kasi, na acha pata kasi, hata kama anafanya kwa hiyo kosi, sio kwa ile kiwango, naye ache mbele, Mungu anaitana hivyo, kijana na msichana ambaye amefika umri wa kutaka ndoa na ajafanikiwa na ndoa papa Mungu ameitana, afungue hizo njia. Haleluya! Mungu papa mwenye rehema, Mungu mwenye mamlaka, ni wewe umesema hayo, uwatendee, uwatendee ninapoombea kwa imani dhabao, ubadilishe maisha yao, uwatendee mema weondee kila kifungo juu ya maisha yao kwa sababu yeni Mungu, siku iyeo ya baraka uwakumbuke Mungu, uwatakase Mungu, kwa sababu yeni Mungu. Na ikiwa wamekosea njia, naombe musamaa, naomba wasamehe, naomba watakase katika jina la Yesu, borita bosi karadai. ugafungulie mema, kila kifungo umesema umekuja kuondoa timisa sasa neno lako katika jina la Yesu. Baba, naomba utimise. kwa ndoa utimise, muke mwema natoka kwako, mume mwema natoka kwako, kazi nzuri natoka kwako. Naomba baba wa rehema filo, umeitana Jehova, wamepiga magoti mbele yako. Naomba baba utimise, naomba baba utimise. Naamba Kristo Yesu utimise kwa hiyo neema Baba, utimise, utimise, utimise Baba, utimise. Mfalme wanapoenda kupokea mafuta ya upako, iwainue, iwainue, iwainue kwa kiwango cha ndoa, ibadilishe maisha yao katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yes mbolita saidarikayi mbolita Nenge nengeyesora dini Mungu mwenye rehema, utende jambo, utende jambo, utende jambo, utende jambo, utende jambo sasa, utende jambo utende sasa jambo. Katika jina la Yesu Baba, nimeomba kwamba wewe ndio mwenye mamlaka. Ukakumbuke. Utende jambo, ndiyo utende utende jambo, badilisha maisha yao, badilisha, badilisha, badilisha, badilisha, ondoa hiyo roho, hiyo roho iondolewe, ondoa hiyo roho, wafunguliwe, badilisha hiyo maisha. Wakitoka hapa, waende kasi sawo, katika jina la Yesu, waende kasi sawo, waende kasi sawo Waende ya kasi sao. Hii kiyo itafunjika hii. Waende ya kasi sao, katika jina la Yesu. Kila mmoja aende ya kosi yake, aende. Ni nani alisema hatafanya hiyo? Kwa siya leo ni meyamunis. Katika jina la Yesu. Aenda afanye, aenda afanye, katika jina la Yesu. Baba achiria, ndiyo hiyo neema, hiyo neema. Waenda wafanye. Ni Mungu alisema waenda wafanye. Yule anakataa ni nani? ukipata mafuta usimame. ndio bwana akutangulie kila umoja anapata ila neema ile pewa ni mungu amesema hivi. ila neema uliyopewa wenda upate katika jina la yesu kila neema iliyokuwa imefungwa ifunguliwe katika jina la yesu ifunguliwe ifūnguliwe hiyo mukono ndio afunguliwe vizuli hiyo neema ifu, ifunguliwe, mchunga asiwaone. Hiyo neema ifunguliwe. Ifunguliwe. Hiyo neema ifunguliwe. Kila mmoja apate iliyo yake. Kila mmoja apate ile neema iliyo yake. Ile neema iliyo yake katika jina la na Yesu. Neema ya Yesu. Neema ya Bwana Yesu. Neema meitwa neema ya Yesu. Neema hiyo ya ni yako. Nenda upate Yesu ainuliwe. Wenda upate na Yesu ainuliwe. Wa waliofungwa ni Mungu walisema wafunguliwe. Ndio hata ng'ambo waende. Waende hata ng'ambo. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Walipoamini isalamiuchisa na maachabu ilitendeka kwao. Hata ng'ambo walienda maana waliamini na Mungu alitembea kwao. Mungu alitenda isara, Mungu alitenda miujiza akatenda maajabu, kwa sababu yeye ni mwenye nguvu. Walipoamini na kutembea katika njia za Bwana, maisha yao yote yalibadilika. Asema Bwana, Asema Bwana. Kila baraka iliyofungwa nimeomba ifunguliwe katika jina la Yesu. Kila baraka iliyofungwa nimeagiza kwa mamlaka ya kipingu ifunguliwe mchafu nimeamuru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Haya, tuseme sote, katika jina la Yesu, mara ya kwanza. Katika jina la Yesu, mara ya pili. Katika jina la Yesu, mamlaka tunayo sisi, mamlaka tunayo mamlaka tunayo. Kila baraka iliyofungwa ifunguliwe, pole mchafu, ifunguliwe katika jina la Yesu, ifunguliwe, ifunguliwe Ufunguliwe, ufunguliwe, kila baraka yake ifunguliwe, ifunguliwe. Waende wenzako, leka tamu mjafu, waambie wenzako ya kwamba leo mambo yenu imeisha yote, katika jina la Yesu, imeisha yote. Haya, nimetakasa njia zake kila mahali, nimemtakasa, nimesema katika jina la Yesu. Taja hilo jina tena, katika jina la Yesu. Haya, tena, tena. Tena tena. Sema kifungo ya shetani kwa maisha yake iondolewe. Tena iondolewe, iondolewe kifungo iondolewe, kifungo iondolewe, kifungo iondolewe. Katika jina la Yesu kifungo iondolewe. Nimeita moto wa mbinguni katika jina la Yesu, chomeka kila mahali, kila mahali fire, kila mahali fire kila mahali fire, itatena fire, moto wa Yesu, moto moto moto, chomeka kabisa, kila mahali fire, kila mahali fire fire, moto wa Yesu, moto kila mahali moto, kila mahali moto, katika jina la Yesu. Sema tena, fire, itatena kwa nguvu, itatena, itatena Ita tena faya. Sema faya faya. Hiyo nguvu ya uchawi tumeilaani, haina mamlaka, haina mamlaka, haina mamlaka, haina mamlaka, haina mamlaka katika jina la Yesu. Setani ashindwe, wajawe washindwe, waganga washindwe. Aya, moto wa Yesu inaweza. Ndio hiyo, ndio hiyo. Haya, itafaya kila mahali faya, tena faya. Tena fire. Tena fire. Tena fire. Tena fire. Tena fire. <tipa> Hiyo safari mlifunga nimesema ifunguliwe. Ifunguliwe. Ifunguliwe. Tuseme sote ifunguliwe. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila mahali fire. Fire. Moto wa Yesu kila mahali, moto ita hivyo. Moto wa Yesu. Moto wa Yesu. Moto katika jina la Yesu. Baba we ni Mungu, umejaa rehema na umejaa neema. Ulisema wafunguliwe, ulisema wabarikiwe. Wachawa wana mamlaka, wenye giza wana mamlaka, wewe ndiyo Mungu mwenye mamlaka. Ni wewe mwenye nguvu, ni wewe vita ni wewe unapigana. Pigana sasa Pigana vita pigana vita katika jina la Yesu, pigana vita katika jina la Yesu, afunguliwe katika jina la Yesu, afunguliwe. waliye sema hata barikiwa na ndoa abarikiwe. Waliye sema hata enda ng'ambo aende, sema aende, sema tena, sema tena, sema tena, sema aende, sema tena, aende Ngambo aende katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hata wada mna musika musema katika jina la Yesu. Iyo pepo inaesa wada me. Ita hivyo katika jina la Yesu. Ita tena katika jina la Yesu. Mulete hapa juu. Mulete hapa juu. Mchunga asu wada me. Kama uchagoka kabisuri usisike. Atapita nawe. Eh, iya nyoka ndio tunataka ikufa. Watachua wachui. Watachua wachui. Watachua awachui. Watachua awachui. Watachua awachui. Katika jina la Yesu. Ala mko wangapi watu? Ah, oh, amegalemea. Karibu tena. Inakuanga sio rahisi. Lakini kwa Mungu ni rahisi. Katika jina la Yesu. Nimemutamukia baraka zake, mupenda musipenda wachawi. Nimemutamukia baraka. Afunguliwe, tuseme zote. Afunguliwe, tuseme zote. Afunguliwe, tuseme afunguliwe, katika jina la Yesu. Afunguliwe. Kazi ya giza yote tumeiharibu, katika jina la Yesu. Kazi ya giza imeshindwa, yote imeshindwa, yote katika jina la Yesu. Kazi yote ya giza Wali Yesu baraka zake. Wameshindwa kila roho za wachawi, roho za waganga na majini zote. Imeshindwa sasa. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe sasa. No. Mwacha abarikiwe. No. Mwacha abarikiwe. Mwacha abarikiwe. No. Katika jina la Yesu. No. Mwacha abarikiwe. Huyo ni no, mumbarikiwe. Ataenda. No. Si si kwai. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tutaje sote hivyo. Katika jina la Yesu. Ndio hiyo ataenda sasa no, nimemfunika uh, katika jina la Yesu na nimefungua hizo baraka sote katika jina la Yesu. Mungu uh, ndio mwenye mamlaka. Mungu ndio mwenye mamlaka kuanzia uh, leo nimemfungua uh, katika uh, uh, jina la Yesu. Nimemfungua na nimewachoma wote Amuna mamlaka iyo nyoka yenu, nyoka ya nyo kimabebo iyo, nimeita moto moto, ndio hiyo. Kwa hiyo nyoka moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto kwa iyo nyoka ita moto, moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto moto, moto, moto, moto moto kwa iyo nyoka. Mnaona vile natoa ulimi, mnaona? Ndio hiyo sasa, ndio hiyo ukufe Mamlaka ya binguni imetawala hapa, nyoka itaishi Yesu ndiye anaishi. Hiyo nyoka ya kimabebo na iangamiza sasa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, amuna mamlaka hiyo nyoka ikufe kuanzia leo, hiyo nyoka ifukufe. Mumeona hiyo ulimi, ndiye hiyo yule aliyetoa ulimi hivi hapa hapa. Hiyo hiyo hiyo nyoka ilikuwa na siri ya nini? Ilikuwa na sio baraka anga. Alienda akwenda. Aya huyu naye aende. Aende ng'ambo. Aende. Katika jina la Yesu. Hiyo nyoka haina mamlaka. Ufalme wa nyoka tumeharibu. Ufalme wa nyoka umeharibika. 1 2 3 Aa ah, ah, hii hakuna kurudi. Bwana amekataa. Bwana amesema ikufe katika jina la Yesu. Kwanzia leo afunguliwe, amen, afunguliwe, afunguliwe, afunguliwe amen. tupi Yesu, makofi, amen, haleluya papa. Katika jina la Yesu, nakushukuru Mungu wa mbinguni, muumba mbingu na nchi, ulisema mwenyewe, leo ni siku ya baraka. Nimeomba kila mmoja abarikiwe, kila mmoja afunguliwe. Hata huyu dada alikuwa amefungwa. Umemfungua baba. Tumeinua jina lako, tumesema ni asante baba, pokea sifa na utukufu. Hiyo mapepe iliyepigana na ye kwa alipo baraka zake imeshindwa ienda kusimu isirudi tena. Ainuliwe na afanikiwe na kila mmoja abarikiwe, abalikiwe wa mbali na karibu wabarikiwe na nabii Powerful Christian Jaji, isiende kupanuka isiende kufunguliwa isiende kuinuliwa wanakwaya wafunguliwe, wasena wamama wafunguliwe, wanayute wafunguliwe, watumishi wasili kuinuliwa, Sunday school wainuliwe, kanisa yote iwe ya baraka. Asante Baba, asante Kristo, asante Baba, kwa sababu umetenda, kwa sababu umetenda, kwa sababu umetenda. Inua mikono yote juu, mwambie Bwana Yesu, mtumishi wako ameniombea na mimi nimeamini, na mahali ninaenda, ninakuomba Mungu unikutanise na baraka zako, unikutanise na baraka zako, unikutanise na baraka zako, katika jina la Yesu naomba na kuamini amen. Amen, Mungu awabariki, Mungu awalinde, nambo watakase wote, wata wapendwa Uwatendee mema umutakase Baba kogoso wako katika jina la Yesu. Rosemary Kasioki, kulingana vila ameomba, umutendeye katika jina la Yesu na wala wanasimamisa tabii umbele sako, wabariki na uwainue kwa viwango vingine, kwa viwango vingine, uwatendee mema, yaliyo maovu ya shetani uwaondole, abarikiwe mchafu mwaje, abarikiwe. Nimetakasa hii mikono yake, abarikiwe, abarikiwe, abarikiwe. Achile hiyo basa yake, abarikiwe, abarikiwe, waje hiyo basa, abarikiwe, waje, abarikiwe. Unasikilia kama nani nimesema, abarikiwe, abarikiwe, nimesema abarikiwe. Baba, nimeamrisha hiyo pepa ina nyoka, nimeiamua, nimeiamrisha imwajirie, imwajirie, sema sote imwajirie Imwajilie e, iyo pepo. Imwajilie e, iyo pepo, e, iyo pepo. Imwajilie e, mwaja abarikiwe, mwaja abarikiwe. Niko na yeye mpaka abarikiwe, mwaja abarikiwe, mwaja abarikiwe. Pole mjafu, katika jina la Yesu, mwaja abarikiwe. Umeshikilia nini? Umeshikilia nini mkononi? Umeshikilia nini? Umeshika nini? Umeshika nini? Nini? Abarikiwe, leo ni siku ya baraka Moto ndiyo hiyo. Chomeka basi. Chomeka. Chomeka. Chomeka kwa mikono. Chomeka katika jina la Yesu. Chomeka. Kila mahali fire. Fire! Fire! Fire! Fire! Na Yesu fire. Fire ndiyo hiyo. Moto ndiyo hiyo. Moto wa Yesu. Moto ndiyo hiyo. Moto. Moto ndiyo hiyo. Ajiria. Umeshika nini kwa mkono? Umeshika nini? Niambia umeshikilia nini? Umesika baraka gani? Umesika baraka gani? Umesika baraka gani? Utaajiria. Nimetakasa hiyo mikono. Nimeitakasa. Nimeitakasa mikono yake katika jina la Yesu. Nimeitakasa katika jina la Yesu. Nimetakasa mikono. Hakuna mahali utajificha. Mungu amekataa. Amesema leo wafunguliwe. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Ndio hiyo wafunguliwe. Ndio hiyo. Ndio hiyo wafunguliwe. Ndio hiyo. Mwajirie katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Hiyo baraka ya pesa, mlie sasa. Hiyo 200 nimeifungua. Atapata pesa na itamsaidia, atapata pesa na itamsaidia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Atapata pesa takuwa ya baraka. Ndio, ndio, ndio, ndio hiyo. Ndio hiyo. Mwaje ulikuwa umefunga nini Ulikuwa umefunga nini? Ulikuwa umefunga nini asipate pesa? Nimemtakasa, atapata katika jina la Yesu, atapata atapata atapata sasa, atapata sasa. Ntawasumbua kabisa, atapata katika jina la Yesu. Baba, nimemfungua kulingana na mamlaka ya Roho uliyenipacho, Baba Mungu nimeteka nyara mapepo yote iliyopigana na yeye, kuanzia leo imwaje huru, apokee baraka, baraka ya pesa hiyo mia mbili yake walichukua, ifunguliwe kuanzia leo, apokee amani ya Yesu na nguvu ya Kristo, imufungue kila mali ataenda, kuanzia leo ahesabiwe kwa mubarikiwa, afunikwe na damu ya Yesu. Watendee mema, waondolee kifungo, takasa njia zao, kwa sababu yeye ni Mungu. Waondolee vita na maovu ya setani, kwa sababu yeye ni Mungu, kwa sababu yeye ni mwenye neema na mamlaka yote. Muondolee kila vita ya setani mtoto huyu, ukatende mema, kwa sababu yeye ni mwema. Kila kifungo na mateso ya setani uondoe kwao, watakasa. Baba, usimame nao Uandalee kila roho isiyo tokana na wewe. Roho ya mateso, vifungo ukaandae milele. Uwatakase, uwape neema mpya katika jina la Yesu. Ukatende mema kwa sababu yeye ni Mungu. Nifungulie hii mafuta. Wewe msugume hapa juu. Pika mabodi. Wewe msugume hapa juu. Kila roho iliyesuia neema nehema iondolewe kwake sasa na milele yote, afunguliwe. Kila alama aliyetiwa iende na isurudi tena, sema zote iende na isurudi tena. Mungu wa binguni amupiganie papa katika jina la Yesu, kwa sababu yeye ni Mungu mwenye neema, Mungu mwenye mamlaka, umecha rehema na umecha neema Uinuliwe milele, umufungue, umutakase mutoto huyo, umufungulie neema na baraka maisani, katika jina la Yesu. Nimemtakasa, mutakasa na mafuta aya upako, umufungulie mema, umuondolee uchinga, Baba umupelewe welefu, afaulu kwa njia sake, katika jina cina la Yesu. Fungua masomo yake na njia sake, katika jina cina la Yesu. Naomba na kuamini, amina. Tuseme sote, mipango ya satani ishindwe. Tuseme tena. Tuseme tena. Tuseme tena. Sema wachawi washindwe. Sema wachawi washindwe, washindwe, washindwe. Wachawi, wachawi washindwe. Wachawi washindwe. Wachawi, hapa hakuna sauti hapa ya wachawi. Sauti ni ya Yesu. Sauti ni ya Yesu. Sauti ni ya Yesu. Sauti ni ya Yesu. Sauti ni ya Yesu. Mipango ya setani imeshindwa, imeshindwa, imeshindwa katika jina la Yesu. Hiyo mipango imeshindwa. Yesu ametawala, Yesu ametawala, Yesu ametawala, Yesu ametawala, Yesu ametawala. Ataenda na atafanikiwa katika jina la Yesu, ataenda na atafanikiwa katika jina la Yesu. Wachawa hawana mamlaka. Wachawa hawana mamlaka. Waganga hawana mamlaka isaaina mamlaka isa aina mamlaka. Yesu ametawala, Yesu ndiye ametawala, Yesu ametawala. Mutakufa wote ili abarikiwe, mutakufa wote ili abarikiwe, mutakufa wote ili abarikiwe. Yesu amesema yeye ni Alfa, yeye ni Omega, yeye ni mwanzo tena yeye ni mwisho. Mutakufa mmoja mmoja, mutakufa mmoja mmoja, mutakufa mmoja mmoja Aya moto wa Yesu. Ita nyote, moto moto wa Yesu, ita kabisa moto, ita tena moto, ita tena moto baba, katika jina la Yesu. Mose katika jina la Yesu saba mara sabini na chochote kilinyakuliwa mikononi mwa setani kiachiliwe, kwake utukufu kurudie. Asante baba kwa sababu umetenda, katika jina la Yesu Naomba na kuamini. Amen. Tupie Yesu mafe. Amen. Amen. Amen. Amen. Wimbo mmoja.